Ametikisha kidogo kwa yeye, hata kama mumungi mkono yeye amesema amependeza. Tumshangilie Bwana kwa mkono <tipulis> mimi nimeisha kana asili beti sio mwongeaji sana, ukiona amecheka ulimfurahisha pakubwa. Nisome maneno ya Mungu katika kitabu kile cha Mwanzo, mwanzo sura ile ya pili, yako maneno rahisi yenye nguvu ambayo Mungu aliyaweka kama chanzo na mwanzo wa maisha ya mwanadamu. Unasema unapotaka kupata historia ya maisha ya mwanadamu lazima usome kitabu cha Mwanzo, na hakuna maisha duniani yasiyo na mwanzo. Ndio maana kunaanza na kitabu cha Mwanzo. Kwa hiyo kila mmoja aliko hapa alikuwa na mwanzo wa maisha. Kwa hiyo tunaona mwanzo wa maisha ya Silibeti pamoja na Rebeka kwa siku ya leo. Amina. Jina la Bwana libarikiwe sana, jina la Bwana libarikiwe. Na maliza, sio muda mrefu, tusome kitabu kile cha Mwanzo sura ya pili, tuone wazo la Mungu juu ya ndoa, kitabu kile cha Mwanzo sura ya pili ule mstari wa 18. Sitasimama sana hapa, nitakimbia kwenye maandiko kadha. Inasema Bwana Mungu akasema Mungu huwa anazungumza. Watu watu wengi wamefikiri Mungu ni umbile au Mungu ni hisia au kivuli. Mungu ni Mungu hai anazungumza. Mshike mkono wa pembeni yako, mwambie Mungu huwa anazungumza e. Yaani usifikiri tunaabudu Mungu ambaye hasemi, hata mimi ningelimwacha. Mungu wetu anasema, kuna siku anatwambia Mason, amka uombe. Mwokozi <laughs> Hata wewe umekaa huko kuna wakati Mungu anakuamsha kuomba, si kweli? Eh? Na huwa tunamsikia Bwana. Mm, yaani Mungu yupo, watu wanambaye mimi na wahurumia wasio sali. Yaani sisi tunao sali tuna raha. Tunamwabudu Mungu ambaye anatusemesha. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Yeah. Anasema Bwana Mungu akasema. Kwa hiyo Mungu alishukuru. Akasema hivi, si vema huyo Awe peke yake. Sasa hapa tunaweza tusiseme tu mtu, tuweke jina la silibeti, inaweza ikaleta la hiyo. Usifute kwenye bibilia hapo ukasema ukafuta tena ukaandika silibeti. Nafundisha mimi ni mwalimu wa chuo cha bibilia, nafundisha. Sasa hapa anasema Bwana Mungu akasema, si vyema mtu huyo awe peke yake. Wakati Mungu anasema neno hili, alikuwa anasema kwa ujumla wake lakini tunapo mtu mmoja tunaweza tukazungumza, si vema Silibeti awe peke yake. Ame kuwa peke yako, kuna kazi, unaweza ukatembea, unaongea peke yako. Mimi nimeshawahi kuona mama akisafiri, huwa ninawahi kulala sana. Wakati mwingine sili, nikashipa kwa sababu niko peke yangu, o niangalia angalia kidogo. Alafu anamwangalia mume wake, kumbe naye, baba unapataka shida nikisafiri nini? Wao tunapata mateso wanaume hasa, fadhali wakina mama. Hata wakina mama nao sisi tukisafiri wanafunga milango mapema sana. Kando ni shambulangu, unajua baba yenu hayupo. Funga milango. Mama anasema, si, baba anaelewa." Sivyo? Kwa hiyo Mungu akaona upweke. Kuwa peke yako ni mbaya. Mungu akaona haitafaa, akasema sio vema, ameisha kuwa sasa kuwa peke yake. Wachia mtu akikuwa, huwa ndio anaanza kupata wazo la kupata mwenzi. Unaanza kufikiria kwamba nahitaji nioe. Najua kuoa ni msukumo ulioko ndani, ndio ndiomana unaweza ukakuta mtu anaweza akaamua kuoa hata na kitanda hana, baada wazo la kuoa limefika. Nakueleza haya mambo mengine ya vyombe yatakuja baadaye. Mkosi jamaa nitazama, anasema pasa na ya kwangu utakuja, itakuja na ya kwangu. Kwa hiyo si vyema, Mungu aliona haipendezi mwanadamu aliyekuwa na akili, wanasema akili yenye afya awe ni kijana.